Na mkurugenzi wa taasisi ya Trust, ambaye ni Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mbunge wa jimbo la Mbeya Mjini, Daktari Tulia Ackson tayari ameshafika, na hivi viongozi wa chama mkuu wa wilaya pia wakimpokea, na msafara wake huo ndio ambao unaelekea moja kwa moja katika kufanya e, mzee wetu e, obedi aweze kutabasamu katika e, eneo hili hapa, lakini kikubwa zaidi ni kufuatilia kurasa zetu za mitandao ya kijamii kuweza kupata mambo mengi ambayo yanaendelea, lakini pia mheshimiwa mkuu wa wilaya Josephine Manase, mheshimiwa Wema. Wema. Siku imefika. Eh, nashukuru. Umejisikiaje mwananchi wako kuweza kutabasamu siku ile? Ah, kwa kweli nimejisikia furaha sababu hii sadaka iliyofanywa hapa na taasisi ya Tulia Trust ni kubwa mno, um, kwa hiyo tumefurahi wana Kyela na sisi tumefikiwa bwana na... Kona, Kuna wengine wengine ambao unaweza kuwaombea huko katabasamu Kyela. Wapo. <laughs> wapo, wapo, nasi tunatamani kunufaika lakini lazima tushukuru kwanza kwa hili kabla hatujaomba lingine. <laughs> <laughs> <laughs> Asante sana mheshimiwa. Naam, mkuu wa wilaya ya Kyela huyo Mheshimiwa Josephine Manase ameweza eh, kuzungumza machache, lakini tutazungumza mengi sana na mkurugenzi wa taasisi yetu ya Tulia Trust pindi ambapo tutafika pale kwenye nyumba. Asante.